Sio kipawa changu. Nani amekwambia kuomba ni karama au ni kipawa? Kuomba ni wote. Mchungaji omba, askofu omba, mhubiri omba, mwanamke omba, mwanaume omba. Yesu amesema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nani mtafunguliwa, tafuteni nani, tafuteni mta, mta, mta, nanyi mtapata. Kuomba ni watu. Guse mwenzako bega, mwambie omba. Bwana asifiwe. Amina, amina. Cheki wewe, kusaidia kitu, sema amina. Nikasema hapa, raha ya msiba, lia na wenye msiba. Raha ya sherehe, furahi na wenye sherehe. ya unafika kwenye msiba, una lia, aliyefiwa halii. Wewe ukoje? mwambie mwenzako ukoje? Yaani mama mwenye matatizo ya ndoa yeye amesimama kama bosi alafu elungd zaidi. <laughs> mwenye madeni halii, haombi wala haangaiki, alafu umekazana, Mungu tunadaiwa. Yani, watu watakushangaa. Nawaambiaga, ukifika kwenye msiba soma gepu kwanza, angalia waliofiwa wanalia, umekazana. Waliofiwa, mjane halii, watoto wa marehemu hawalii Ndugu wa marehemu hawalii alafu wamekazana. Hii itakuwa kituko kwenye msiba wa watu. <laughs> punga namna hiyo kama una amani. Bwana asifiwe. Mfalme wa Ninawi aliposikia akawaambia, jamani, hii ngoma inatuhusu, tulie wote. Mfalme akashuka kwenye kiti chake cha enzi akashuka na mke wake na watoto wake, wanawake kwa wanaume maumivu ya hizo cha... geuza kuwa fursa ya maombi kwa ajili ya utukufu wako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hizi dhabihu e Bwana zikapige kelele kama sadaka za Eliya, kama sadaka za Dorkasi, katika jina la Yesu ijulikane e Bwana ya kwamba wewe ni Mungu juu ya watoto wako, katika ka jina la Yesu naomba vyombo vya sadaka vija hapa mbele, watu walete sadaka zao alafu tuingie kwenye maombi nguvu ya maombi leo, tunataka tubatilishe matokeo mabaya kwa moyo wa kumwamini Mungu na moyo wa imani, tunataka tusimame mbele za Bwana, ya kwamba Mungu, kuna nyaraka zimeandikwa kwetu, kuna matokeo yameandikwa. Tunataka tutumie mlango huu wa maombi, nataka kila mtu aombe maombi. Sio lazima kunena kwa lugha, maombi sio lazima mpaka kumwaga machozi. Maombi ni mawasiliano kati ya aliyenacho na asiyenacho, muhitaji na mwenye, na mwenye nacho sawa sawa, kwamba Mungu nisaidie, kuna matokeo mabaya kwenye familia yangu. Ongea mwenyewe, ongea na Mungu wako. Embu, embu geuka, na hii roho ya maombi itakayoshuka hapa, embu nenda nayo mpaka nyumbani. Unapoona mambo mabaya uwe unaomba badala ya kulalamika na kunung'unika. Leta sadaka yako, alafu rudi kwenye mstari pale, tuachilie maombi kwa dakika chache. Leta sadaka yako hapo, tumeshaziombea hizo sadaka. Wakati unakuja huko mbele, we rudi huko nyuma, si tunaendelea na maombi. Wachungaji karibuni hapa, tunaenda kuomba sote, tunaomba. Sote tunaomba, sote tunaomba. Na maombi tutakayoanza nayo leo ni maombi ya Yona, maombi ya Yona ya kwenda mbele za Bwana kwa maombi ya toba. Baba, batilisha matokeo mabaya juu ya watoto wetu, juu ya ndoa zetu. Nataka watu wazima waombe, watoto waombe, sitaki kukufundisha maombi. Kila mtu aombe, kila mtu aombe. Praise karibu dakika chache. Praise karibu dakika chache, tunakwenda kumwabudu Bwana. Weka mkono wako kifuani kama umeshatoa sadaka. Hebu kumbuka nyumbani kuna nini ambacho kimekaa vibaya, ni matokeo gani mabaya unayo nyumbani? Weka mkono wako kifuani, mkono mwingine unaweza kunyanyua juu. Angalia, kumbuka ndoa yako, kumbuka watoto wako, kumbuka uchumi wako, kumbuka huduma yako ni nyaraka gani ambazo zimeandikwa? Matokeo gani mabaya? Leo tunataka tutumie mlango wa maombi. Utaomba toba, sawa? Utakemea, sawa? Lakini tunachotaka Mungu asikie kilio cha watu hapa, kubatilisha matokeo mabaya. Ni mgonjwa unanisikia? Ni mgonjwa unanisikia? Nenda mbele za Bwana, lete sadaka yako, kwa ambayo ujatoa sadaka, yes.

e Mungu uliye hai katika jina la Yesu, asante kwa kusema nami, nami nimesikia sauti yako. Ni kweli iko nguvu ndani ya maombi ya kubatilisha matokeo mabaya yaliyoandikwa juu ya maisha yangu. E Bwana, mahali ambapo nilipoona matokeo mabaya badala ya kuingia kwenye maombi nililalamika nikanung'unika, nikalaumu. Nisamee leo kwa jina la Yesu. Matokeo mabaya yameua roho ya maombi ndani yangu, nisamee leo. Nilipojua maadui zangu wamenipangia mikakati mibaya, e Bwana, badala ya kuomba nilienda kwao, nikawauliza, nikatoa vita rohoni nikaingiza mwilini, nisamee leo kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninaomba roho ya maombi ndani yangu, ili kubatilisha matokeo mabaya karibu. Roho Mtakatifu, unisaidie kuomba sawasawa, sawa na mapenzi ya Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, omba sasa, omba, nenda mbele za Bwana Shika hayo matokeo kwenye ulimwengu wa roho, anza kuingia kwenye toba, anza kuingia kwenye toba. Mwambie Mungu, nisamee kwa ajili ya matokeo haya ya umaskini, matokeo ya migogoro ya ndoa, matokeo ya madeni, matokeo. Nenda nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, eleza e Mungu liye hai, katika jina la Yesu tunaomba toba na neema mbele za uso wako e Bwana, kama watu wa Ninawi, yamkini matokeo haya yamesababishwa na dhambi tulizotenda e Bwana sisi na wazazi wetu, ninaomba toba na neema mbele za uso wako. Yamkini matokeo haya yamesababishwa e Bwana na matokeo ya wazazi wetu, na matokeo tulipo tuliyotenda dhambi tulizozitenda, ninaomba toba na neema mbele za uso wako, tunaomba msamaha wa dhambi kwa sababu ya matokeo mabaya. Tunaishi ndani ya matokeo mabaya, sisi na watoto wetu, kwa sababu ya dhambi na uovu tulizotenda e Bwana, ninaomba toba na neema mbele za uso wako, kwa ajili ya yule mama, naomba toba na neema kama watu wa Ninawi, ninaomba toba na neema kama watu e Bwana wa kipindi cha Danieli, tunaomba rehema mbele za uso wako. Yamkini matokeo ya umaskini tulio nao ni kwa sababu tulikukosea, tulikuibia zaka na zabihu. E Bwana, ninaomba toba na neema mbele za uso wako. Yamkini matokeo mabaya tulio nayo ni kwa sababu likukataa wewe. Yamkini matokeo mabaya ya tumbo la samaki ni kwa sababu tuliacha utumishi mbele zako e Bwana. E Bwana, tunaomba toba na neema mbele za uso wako, ninaomba msamao wa dhambi kwa ajili ya watu hawa e Bwana, ninaomba toba na neema. Yamkini matokeo mabaya ya watoto ni kwa sababu ya dhambi za wazazi e Bwana, ninaomba msamao wa dhambi mbele za uso wako. Endelea kuomba, mama, unasikia kulia usi Zuhye. shika shika shika kifua chako, Bwana anajua yaliyo katika moyo wako. Nenda mwambie Mungu, nisamehe. Kama watu wa Ninawi tunaenda kama watu wa Ninawi. Yamkini haya magonjwa tuliyonayo yalipitia lango la dhambi, tunaomba toba na neema mbele za uso wako. Yamkini e eh Bwana, haya maradhi na magonjwa yanatokana na lango la dhambi, tunaomba toba na neema mbele za uso wako e eh Bwana, wewe ni Mungu uliyesema mimi nam mimi ndimi niyafutaye makosa yenu kwa ajili yangu mwenyewe, tunaomba toba na neema yamkini. Kuharibika kwa watoto wetu, e Bwana, ni kwa sababu ya malango ya dhambi yaliyopita kwetu, e Bwana, ninaomba toba na neema mbele za uso wako, e Bwana, e hey, Mungu mtakatifu, sisi wanaume tulifanya kosa mbele za uso wako, e Bwana, tumeharibu familia za kwetu, matokeo mabaya yakaja, e Bwana, tunaomba toba na neema mbele za uso wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E Mungu mtakatifu, tunaishi ndani ya matokeo mabaya, tunafanya kazi, hatuoni matokeo e Bwana yamkini ni kwa sababu tumekukosea. Tunaomba msamaha wa dhambi mbele za uso wako. Endelea kuomba rehema mbele za Bwana, endelea kuomba rehema kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya wazazi wako, endelea kuomba msamaha mbele za Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kama ulivyo gairi kwa watu wa Ninawi, gairi mabaya uliyoyatamka juu ya familia zetu kama ni magonjwa kama ni umasikini. E Bwana, ghairi mabaya uliyotaka kuyafanya kwa ajili yetu. E Bwana, kama maombi yalimwokoa Danieli kwenye tundu la simba, kwa nini maombi e Bwana tunayaomba hapa yasimtoe yule mama kwenye maangamivu yake? E Bwana, kama maombi yaliwaokoa Wayahudi, e Bwana, kwa nini maombi haya yasitusaidie kwenye roho ya magonjwa na madeni tulio nayo e Bwana, tusaidie, geuza geuza geuza geuza nyaraka mbaya zilizoandikwa kwa ajili yetu kwa njia ya maombi haya, katika jina la Yesu. Wako watu ambao e Bwana wameandikiwa kufa, e Bwana, kwa maombi haya geuza mauti kwao, geuza mauti kwao, geuza mauti kwao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, e Mungu Mtakatifu. Wako walioandikiwa umaskini kwa maombi haya e Bwana geuza umaskini wao. Wako ambao wamekuwa watumwa katika nchi yao e Bwana geuza. E Bwana, kama maombi ya watu wa Ninawi yaliondoa ghadhabu yako, kwa nini maombi yetu e Bwana yasipite? Mokozi, tunakuja kwako kama Bartimayo. Yesu mwana wa Daudi, uturehemu e Bwana, uturehemu e Bwana, tuokoe e Bwana na maangamivu na mabaya yote yaliyokus juu ya maisha yetu, e Bwana, katika jina la Yesu. Haya maombi e Bwana yashushe nguvu zako, wagonjwa wapone. Haya maombi e Bwana yageuze, yageuze ya hasira yako e Bwana juu ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haya maombi E Bwana, yageuke yawe mwiba kwa maadui zetu e Bwana, weka mkono kifuani, weka mkono kifuani. Maombi haya yageuke sasa, yawe mwiba kwa maadui zako, yawe mwiba kwa maadui zako, wale waliokuchongea wakakutengenezea matokeo mabaya, wale simba, wageuke. Weka mkono kifuani, nguvu za giza, mapepo na majini, roho za kuzimu, roho za kuzimu, mabaya yaliyotengenezwa ninageuza ninageuza, toka kwa jina la Yesu! Kemea, kemea, kemea, kemea kwa jina la Yesu! Kemea kwa jina la Yesu! Kemea, kemea, kemea! Mungu aliyemwokoa Danieli kwenye tundu la simba na akuokoe na wewe, na akuokoe na wewe kwenye hayo maradhi, kwenye maradhi, kwenye magonjwa. Tunageuza mitego ya maadui ikawanase wao, mashimo wadumbukie wao, wadumbukie wao kwa jina la Yesu! Toka, toka toka maradhi na magonjwa, vifungo vya nguvu za giza, roho za umaskini, roho za umaskini, mapepo, majini, laana, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, maumivu ya tumbo achia, maumivu ya tumbo achia, maumivu ya tumbo achia, toka kwa jina la Yesu. Mapepo, mapepo mnaoshambulia, mnaoshambulia tumbo la uzazi, achia ile tumbo achielo tumbo kwa damu Yesu, achielo tumbo kwa damu Yesu, achielo tumbo kwa damu Yesu. Toka kwa jina la Yesu, toka, achia, achia maumivu kwenye ziwa, maumivu kwenye ziwa la kulia, na achilia moto hiyo hali ya hiyo ziwa kuwasha na chomoa, na chomoa, na chomoa jini mauti, jini mauti, jini mauti. Toka kwa jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Bwana Yesu kwa wema wako, sante kwa fadhili zako. Wewe ni Mungu saidi yako, hapana Mungu mwingine. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Kesho tutaendeleza kipengele hiki, alafu tutaingia kwenye kipengele kingine. Umeme leo umekuwa changamoto kidogo, kesho tutaanzia hapo, na maombi tutayaomba sana kesho. Bwana asifiwe. Amina, amina. Sasa nataka tufutengeneze hivi kesho. Una changamoto zozote, matokeo mabaya kwa wale wafanya